Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imeanza zoezi la uandikishaji wa wapiga kura jijini Dar es Salaam kwa kutumia mfumo mpya wa BVR. Katika maeneo mengi jijini hapa, zoezi hilo limepigiwa kelele na wadau, huku wengine wakipongeza na wengine wakilaumu kutumia muda mwingi kujiandikisha, na wengine wakiwa bado hawajafikiwa wa na mashine hizo. Mwananchi Digital imezunguka katika vituo mbalimbali na kuzungumza na wadau hao ambao kwa nyakati tofauti tofauti wanaeleza kuhusu zoezi hilo. Inaonekana bado kuna maandalizi hayajatimia, kwa sababu wananchi wameshajitokeza, wamehamasishwa, wamejitokeza, wamesha kwa wingi, lakini mpaka saa moja karibu, vituo vingi vya Tabata vimeonekana mashine zina matatizo. Kwa hiyo, hapa msizi ni maandalizi maandalizi, walikuwa wajajiandaa vizuri navyoonekana. Watu watume, tunawashauri kama itashindikana, basi hata leo wasitishe, ili kesho zoezi liendelee. Zoezi linaendelea vizuri hamna tatizo, ingawa kuna changamoto ndogo ndogo, hasa kwa watu ambao hawajui kusoma na kuandika, wanatumia karibu dakika ishirini na tano kwa mtu mmoja. Oni yangu mimi ni kwamba ile mitaa ambayo ina watu wengi ziongezwe BVR kiti, ikiwezekana, mfano mtaa wa Msimbazi, mtaa wa Kisiwani, mtaa wa Mandela ambapo kuna watu wengi mno, BVR kiti ni moja moja tu, zikipelekwa hata mbili au tatu Yani, hili zoezi kwa kweli inaenda taratibu sana. Toka saa kumi na mbili mimi niko hapo na mpaka sasa hivi wameshaandikishwa watu sita, sijui watano, na mashine zenyewe ziko nne. Maana kama mimi nataka kusafiri hapa na niko na mimi naenda Dodoma, sasa nashindwa usafiri kwa sababu nitakaa muda mrefu sana. Tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Uandikishaji kama hivi mnavyoona, watu wameitikia na prosesi zinaendelea vizuri japokuwa tulidelay kidogo kuanza, lakini tunamshukuru Mungu mambo yamekaa vizuri. Changamoto zilikuwepo lakini tumeziseti vizuri, mambo yako vizuri, zoezi linaendelea vizuri eh, watu wamewahi sana mapema. Zoezi limeanza toka saa mbili na zinaendelea vizuri, naona hata namba inazidi kupungua mpaka sasa. Kusema kweli, labda ni upande mmoja kwenye grupu la wazee wagonjwa na labda wakina mama wajawazito, hilo kidogo labda wangerekebisha upande mmoja, kuna, kuna mashine ya watu maalum kama hao, lakini upande mwingine tuko wako sawasawa. Tumeamka asubuhi na mapema kwa mujibu wa matangazo ya tume e, tulipopata maelekezo kwamba katika kata yetu ya Kawe tutakuwa na vituo ishirini na mbili kikiwemo hiki kituo kwa wakatibu tarafa. Mpaka sasa hivi, ndugu mwandishi, tunaongea Eh, muda huu ni saa saba, hizo mashine hazijafika, lakini tukiendelea kuwapigia simu wanasema kwamba hizo mashine ziko njiani zitafika. Tulikuwa hapa kituoni tangu saa kumi na mbili, zoezi limeendelea kama kawaida, lakini vituo viwili mashine hazijafika. Kwa hiyo tunafanya kutumia mashine moja, kituo A mashine bado na kituo C bado. Kwa hiyo kituo kinachoendelea sasa hivi na kazi ni kituo B. Hmm. Lakini tunashirikiana, kwa hiyo tunaendelea tu kama kawaida, hamna shida. Peter Edison Mwananchi Digital.